Okay, vinginevyo kati ya maelekezo haya, kiwanda kikifungwa kwa dharura, serikali itachukua hatua ya kuwajibisha uongozi, lakini ikitokea tofauti na maelekezo haya kwa wafanyakazi kurudi kazi, kazi, serikali inaelekeza taratibu kanuni na sheria za kazi zifuate kuwajibisha wafanyakazi yoyote atakaye kukiuka kurudi kazi. Mm, wilaya ya Arusha inaelekeza uongozi wa kiwanda wasifunge kiwanda na wafanyakazi wote wanata, wanatakiwa kurudi kazini wakati tunashughulikia maswala yaliyojitokeza kiwanda hapa kiwandani. Kwa hiyo tuko wote hapa. Jambo langu baada ya kusikiliza pande zote mbili inatoa wasilisho kwa niaba ya serikali wilaya ya Arusha. Kwanza kabisa, changamoto kubwa ni kima cha chini cha mshahara kilichopo kwenye maandishi na maelekezo ya serikali na madai ya watumishi kulipwa kiwango cha chini kuliko maandishi ya serikali na matamshi ya serikali. Wilaya Arusha tunatamka hivi kutokana na utata huo, ukaguzi uka wa kina juu ya mishahara ya watumishi ufanyike, ili watumishi walipwe kwa mujibu wa maelekezo ya serikali malipo yawe sawa ba na maeneo mengine kama Dar es Salaam, na, na hapa Arusha, natakuwa walipwe sawa sawa. Asante. Rushwa kazini ni jambo lililozungumziwa sana hapo. Kwa hiyo serikali yenu ya, ya, ya, ya wilaya ya Arusha imechukua itaunda timu itaongozwa na kamanda TAKUKURU wa wilaya na chini yake watakuwepo watu wasiopungua watano kufanya uchunguzi katika mambo yafuatayo yanayohusiana na rushwa, posho wanazozipata wafanyakazi, kodi wanazotozwa wafanyakazi wakati wa overtime na Vio, baadhi ya viongozi wametuhumiwa wanapoingia hapa na kuondoka bila ya kuwasikiliza wafanyakazi. Mambo mbalimbali yamezungumzwa ikiwa ni pamoja na mishahara kuchanganywa na overtime <coughs> na malipo kutofautiana kati ya kiwanda cha Dar es Salaam na hiki hapa ambacho ni kiwanda mama na haki mbalimbali mbali za watumishi. Timu hii itapewa adidu rejea hizo na kuzifanyia kazi, na ninawapa wiki mbili kukamilisha na kuleta ripoti ambayo tutachukua hatua ikiwa ni pamoja na kutoa uwajibikaji kwa watakaohusika ya Arusha inaelekeza uongozi wa kiwanda wasifunge kiwanda na wafanyakazi wote wanata, wanatakiwa kurudi kazini wakati tunashughulikia masuala yaliyojitokeza hapa kiwandani. Ikitokea vinginevyo kati ya maelekezo haya, kiwanda kikifungwa kwa dharura, serikali itachukua hatua ya kuwajibisha uongozi wa kiwanda. Lakini ikitokea tofauti na maelekezo haya kwa wafanyakazi kurudi kazini, serikali inaelekeza taratibu, kanuni na sheria za kazi zifuatwe kuwajibisha cha mfanyakazi yoyote atakaye kukiuka kurudi kazi. Nne, mwajiri aruhusu vikao vya tawi la wafanyakazi lililoko hapa wafanye vikao na mikutano kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizoko yaani, mfanye vikao na mikutano yenu iwe inatoa ufafanuzi wa miongozo mbalimbali ya watumishi inayotolewa juu ya haki zao ikiwa ni pamoja na kufanya uchaguzi. Mwisho, tano, tarehe ishirini mwezi wa kwanza siku ya Jumatano mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita, ofisi ya mkuu wa wilaya na wataalamu mbalimbali idara ya kazi na wengineo, wana sheria tumepokea ombi la wafanyakazi hapa kuwasikiliza kero zao, lakini wafanyakazi hao ni wale wenye malalamiko tofauti na haya yaliyotolewa leo, kama wale waliofukuzwa kazini kwa kukosa haki zao, lakini makosa mbalimbali mbali. Kwa hiyo, siku hiyo ni siku ya kusikiliza kero hizo mmoja baada ya mwingine, kwa sababu zimetofautiana na madai yaliyotufikisha hapa leo hii. Mwisho kabisa, idara ya kazi ipo kazini kusaidia haki mbalimbali na kutoa ufafanuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu wafanyakazi. Kwenda likizo, sheria inaelekeza kwamba e, mfanyakazi anapoenda likizo apewe usaidizi, kwa maana ya msaada wa nauli ya kwenda likizo kwa yule ambaye anaenda nje ya, kwa mfano hapa Arusha, kama unahitaji kwenda na sehemu ya mbali upewe nauli ya kwenda na ya kurudi mara moja kila baada ya miaka miwili, sawa. Kwa hiyo hiyo nauli ukilipo mwaka huu, kama unaenda kwa mfano kwenu ni Babati, nauli shingapi? elfu kumi, na ya nauli ya kwenda elfu kumi na kurudi elfu kumi Ukilipo mwaka huu mwaka ujao hautalipa, naruka mwaka mmoja mmoja. Hiyo ipo kwenye ule waraka huu. Waraka unaeleza chapili, inawezekana imefika wakati wako kwenda likizo la, alafu kwenye idara yako kuna uhaba wa watumishi, alafu ni mtu muhimu, ukienda likizo labda uzalishaji utasimama. Kwa hiyo mwajiri akakupa hiyo likizo usiende, anainunua hiyo likizo, si ndio? Kwa maana yake, akinunua hiyo likizo atalazimika kukulipa mshahara mara mbili, mshahara wako ambao ukiopokea kawaida ukiwa likizo, lakini kwa sababu hukwenda likizo kupumzika, atakulipa mara mbili. Sasa swali linakuja, mmeuliza kwamba inapokea kukatwa kuna moja hapa nataka kukatwa, moja hii ya nauli, nauli ya kwenda, unajua kwamba nauli unakuwa nauli kamili. Kama unaenda Moshi nauli elfu tano urudi elfu tano, maanake inatumika yote kwenye nauli, si ndio? lakini hii ya malipo ala ya kwenda likizo maanake ina mshahara wako na itaka, kwa mujibu wa sheria ya kodi, sawa, japo miezi mitatu inatumika. Niwaahidi kwamba tutarudi kama bado haija, sababu tulitoa tuli, tuli, tuli, maagizo ilikuwa mwishoni mwa mwaka jana, kabla ya mwisho wa mwaka. Kwa hiyo tutarudi sasa kufanya ufuatiliaji kwahra tuone kama utekelezaji umefanyika au la.